Tuliagiza tuchukue hatua za haraka za kupambana na magugu, lakini mbili, lazima tuwe na mpango wa muda mfupi, alafu tuwe na mpango wa kati na mrefu, ili kunusuru ziwa letu, kuruhusu shughuli za kijamii na kiuchumi ziendelee na usafirishaji. Nawashukuru wanamwanza chini ya mkuu wa mkoa hatua za haraka walianza kutumia wavuvi wadogo wadogo na mitungwi na maboti yenye mashine kuja kuanza kuzoa zoa kwa mkono tu. Hiyo ni hatua ya haraka. Hatua ya muda mfupi ni kuanza kutafuta mitambo midogodogo ambayo tunayo ndani ya nchi, tuweze kuanza kufanya kazi ya kuondoa magugu maji yale yaliyofunika ziwa, halafu tuje kwenye gugu maji ambayo limekoma. Hatua za mda wakati, tulisema wataalamu wetu wa ndani waende popote duniani kujifunza hali hii na wenzetu wameweza kupambana nayo kwa kiasi yake. Kwa ukanda wa Afrika Mashariki, wenzetu wa Uganda walishaanza kupambana na magugu hayo. Nasema wataalamu waende naio, hawa wanaomdoa kazoshundwa, wanaenda Uganda lakini na wao tulishapata maelezo yao, namna walivyopambana na kukubali. Lakini pia hatua hiyo wa mda wakati tumeamua kununua mitambo ya ukubwa wa kati kwa kubati mzuri ndani ya nchi. Tulikuwa na mtambo wa awali ambao leo nitauona tufanya kazi yake kwa muda mrefu. Sasa tumetenga fedha kununua mtambo mkubwa tena miwili nafanya a magugu kutafuta, itakapoonekana ndani ya ziwa. Nitumie nafasi kumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Samia Suluhu, hasa rais mm -hmm. wetu kuridhia kutoa fedha hizo kununua mitambo hiyo mikubwa miwili, ili baki ndani ya ziwa Victoria litakuwa kuna kwenda kokote ndani ya ziwa hili kwenye mikoa yetu hii, kuanzia mkoa a Mara, lakini Simiyu, Mwanza